Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Shalom shalom, msifu Yesu Kristo. Ni muda mwingine tena tunapata nafasi ya kukutana na kujifunza neno la Mungu kwa pamoja, lakini kwanza tuombe. Asante Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wema na ukarimu wako. Asante kwa kuwa Baba umeweka nguvu zako katika neno lako, na unalitafuta neno lako ili ulitimize. Naomba Baba utujalie nguvu ya kulifahamu neno lako ili tujue mapenzi yako kwetu, ili tujue matakwa na matamanio yako kwetu, ili tuweze kufikia hatima ile ambayo umetuumbia Baba. Umetufahamu toka tumboni, toka, uh, kabla hatujaombwa tumboni mwa mama zetu. Tunaomba Baba utufundishe neno lako na neno lako likatuletee kweli ile ambayo kweli ambayo ni nuru, na nuru hiyo itutoe gizani, ni katika jina la Kristo Bwana wetu, amin. Basi leo tutajifunza neno fupi tu katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza, neno ambalo tumelizoea sana, nami nitatangulia kusoma: Ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Bila kuondoka huwezi kuangaza, bila kufanya movement, bila kutoka point A kwenda point B hatuwezi ku uh, hatuwezi kufikia hatima ile ambayo Mungu ametuumba kwayo. Kwa hiyo tunatakiwa ku, kuinuka aya, ukisoma uh, kitabu cha Ufunuo sura ya nne mstari wa kwanza uh, Ufunuo nne moja anasema baada ya hayo naliona, natazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya barugumu ikainu ikaina ikanena nami, ikisema panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayanabudi kuwako baada ya haya. Anasema panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayanabudi kuwako baada ya haya, ili tuweze ili nuru yetu iweze kuangaza. Eh, anasema ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Nuru tayari imeshakuja, lakini bila kuondoka, bila kupanda hata huku, bila kubadilisha namna ambayo tupo yani, kuna namna Mungu alituumba kwa sura na mfano wake. Baada ya kutuumba na kwa sura na mfano wake, tukatenda dhambi, tukabadilisha DNA, tukaondoka kwenye DNA ya Mungu, tukaingia kwenye DNA ya yule muovu. Ukitaka kuamini hili angalia tu uh, kati yetu kuna roho, kuna ka namna fulani ka uchoyo, kuna ka namna fulani ka ubinafsi, kuna ka namna fulani ka, ka kisasi, kuna ka namna, yani hivi vitu vipo ndani yetu, lakini lazima hivi viondoke, ndipo tuweze kufikia katika hatima ile. Wanasema utukufu wa Mungu umesha, uh, utukufu wa Bwana umekuzukia. Huu utukufu umeshazuka, lakini bila mimi kuinuka, bila mimi kuondoka na kuangaza, sitaweza kuifikia hatma ya Mungu, sitaweza kufikia pale ambapo Mungu anataka nifike nikiwa na hizi tabia za uchoyo, ubinafsi, uh, wivu, hasira, uh, kisasi, uh, siwezi kutoka, siwezi. Anasema lazima niinuke, niangaze. Niondoke, nasema panda hata huku, kama tulivyosoma kwenye Ufunuo, panda hata huku ili nikuonyeshe mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya haya, ili niweze kuyajua yale ambayo hayana budi kuwako baada ya haya. Ni lazima ni pande, ni lazima niondoke kwenye levo niliyopo, niende juu zaidi. Ninaondokaje kwenye levo niliyopo kwenda juu? Ni lazima nitoke katika ule, uh, ile, uh, ile namna ambayo ni corrupt ile namna ambayo haimpendezi Mungu kwenda kwenye namna ambayo inampendeza Mungu, kwenda kwenye njia ile ee, kwenda kwenye sura ile ya mwanzo ya aliponiumba. Aliniumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Sura kwa maana ya tabia zake. Tabia za Mungu ni nini? Upendo, huruma, utuwema. Ukisoma Wagalatia 5:22 uh, anasema katika uh, Wagalatia 5 uh, mstari wa 22 na 23 anasema lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo haya hakuna sheria. Kwa hili ni tunda la Roho, tunda ni moja, lakini lina fleva zake nyingi hizi ambazo tumezisema hapa: upole, uh, upendo, furaha, amani, uh, uvumilivu, utu wema, uh, uaminifu, kiasi, uh, na nini, mambo kama hayo, fleva hizo tisa Je, ninazo hizi fleva ndani yangu au ndani yangu mimi kumejaa. Uh, kwa sababu hapa kabla yake anasema mstari wa kumi na tisa hii hii wa Galatia, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, fisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana yanayofanana na haya katika hayo nawaambia mapema kama mlivyokwisha kuambiwa kwamba ya kwamba watu watendayo mambo ya namna hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Anasema ondoka inu, uangaze inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imeshakujia. Lakini bila mimi kuachana na haya mambo ambayo tumeambiwa katika Wagalatia tisa kumi na tisa mpaka ishirini mpaka ishirini na moja sitaweza kufikia ile nuru yangu. Panapo nuru giza linaondoka automatically. Giza haliwezi kukaa kwenye nuru yani, halihitaji kushauriwa, penye nuru tu automatically giza linaondoka. Kwa hiyo mimi natakiwa kupanda, ninatakiwa kuinuka, ninatakiwa kutoka nilipo eh, katika hali yangu hii ambayo sio ile default mode, sio ile ambayo Mungu aliniumbia. Nirudi katika DNA ya Mungu, niachane na mambo ya makando kando ya kidunia niende katika njia ile ambayo inampendeza Mungu. Yule ambaye alikuwa mwongo basi aache uongo, aende kwenye ukweli. Yule ambaye alikuwa mbinafsi aache ubinafsi, aende kwenye ha, ukarimu. Katika ukarimu tunajua kwamba katika nani, katika muktadha wa Mungu kuna ha, hatua tatu, kuna namna tatu ambazo ni katika kushirikishana yale, yale mapaji ambayo Mungu ametupa, yaani kile kitu ambacho Mungu amekupatia wewe, amenipatia mimi. Kuna namna tatu za kushirikishana, yani kuna uh, eh, vipaumbele vitatu, ni labda niseme hivyo. Kuna vipaumbele vitatu. Kipaumbele cha kwanza katika kile chochote ambacho Mungu amenijalia, cha kwanza kabisa ni mrudishie Mungu. Kipaumbele cha pili ni wengine, kipaumbele cha tatu ndio mimi. Lakini mara nyingi sana sisi katika maisha yetu, kipaumbele cha kwanza kinakuwa mimi, kipaumbele cha pili kinakuwa mimi kipaumbele cha tatu kinakuwa mimi, labda kidogo tutaangalia kidogo kile ambacho kimebaki, ndio tunaweza tukamtolea Mungu, na zaidi zaidi sana yule anayekusumbua sana, ndio utamtolea naye, utampa naye kidogo. Lakini hiyo sio namna ambayo Mungu ametuumba. Mungu uh, system yake ni kwamba namtolea Mungu, alafu nafuata uh, wengine, alafu ndio mimi. Angalia wakati uh, nabii Eliya anaenda wakati wa njaa kali nakutana na yule mjane anamwambia niletee maji tafadhali, ninywe. Mjane an, an, an, anatoka, wakati anataka kutoka kwenda kumletea maji anamwambia pana, niletee na mkate. Anamwambia sina mkate, nimebakiza uh, uh, uh, unga kidogo na mafuta, natafuta kuni mbili, tukapike mimi na mwanangu, tukale tukafe. Yani baada ya hiki hakuna tena tegemeo lingine tunakula hiki alafu ukafe. Akamwambia usio na wasiwasi. Nenda kafanye kama ulivyosema, lakini niletee mimi kwanza, alafu ndio wewe na mwanao, na hilo uh, pipa halitaisha la mafuta, wala hiyo chokibaba cha unga hakitaisha. Akaenda akatengeneza mkate, akamletea nabii kwanza. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Mungu anatangulia. Kipaumbele cha kwanza ni Mungu, kipaumbele cha pili ni wengine, kipaumbele cha tatu ni uh, yeye mwenyewe sasa na mwanaye akafuatia pale. Kwa hiyo ili tuweze ku, kuondoka na kuangaza lazima ile nuru iliyokwisha kuja, nuru tayari imeshakuja kwa sababu anasema, uh, kwenye Tito mbili kumi na moja mpaka kumi na mbili anasema, neema ya Mungu iwaokoayo watu wote imekwisha funuliwa naye atufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Kwa ile neema ndio inayotuletea hii nuru ndio unatuletea huu utukufu wa Mungu, lakini sitaupata huu utukufu, sitaweza kuifikia ile hatima ambayo ina, ya Mungu ameniumbia kama nitabaki katika njia ile ambayo haimpendezi. Katika anasema mrithi ajapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, Wagalatia 4:1. Kwa lazima nibadilike, lazima nitoke katika state ambayo nipo, lazima nibadilishe nipande, hata ukutuliposoma katika Ufunuo 4:1, lazima nipande hata huku, ndipo anasema nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi wako baada ya haya. Nikitaka kuyaona tu haya haya, nita, nitabakia hapa nilipo, lakini kama ninataka kuyaona yale ambayo yako baada ya haya, lazima niinuke na kuangaza. Ninainukaje? Ni pale kwa kuacha njia zangu mbaya na kufuata njia ambazo zinampendeza Mungu. Anasema uh, tayarisheni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, yani milima ile na mabonde yasawazishwe sawazisha huku na kwenye uhandisi wanaita cut and fill. Unakata sehemu iliyo juu, unaenda kusawazisha kwenye bonde, yani tupate level kwao. Unakuta hapo sasa, tunaondoka kwenye ile hali ya uchoyo, tunaingia na ukarimu, tunaondoka katika hali ya kupenda tamaa za mwili, tunaachana na uasherati, tunaachana na uzinzi, tunashika njia za Mungu, tunaachana na wivu, uh, tunaachana na chuki, tunasimama katika njia za za, za kumpendeza Mungu, tunaachana na ugomvi, tunaingia katika amani, tunaachana na uh, ubinafsi, tunaachana na uh, kiburi, tunasimama katika njia ambazo zinampendeza Mungu siku zote. Tujue kwamba ni lazima tubadilike, tuziache njia zetu mbaya na kufuata njia zinazompendeza Mungu. Shalom, shalom. Baba, tunaomba neno hili tulilosoma likatubadili likatufanye tufanane na wewe. Naomba, baba, ukono wako, usipungukie. Naomba, zaidi sana neema na baraka zako katika maisha yetu. Baba, sisi ni wanadamu, tunahitaji kujifunza hapa na pale. Tunaomba baba uendelee kutubariki, tunaomba baba toba, tunaomba baba turejee katika njia zako. Naomba utukufu wako kaonekane katika maisha yetu. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru, amen.